huko Taif tutaanza na ile dua ambayo aliomba bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama tulivyoeleza bwana mtume aliomba dua mashuhuri. Na hii ni dua ya tadarrui, eh, ya kunyenyekea kwa Allah na kuonyesha yani udhaifu wake, eh, na kutawakal kwa Allah. Ngalia huko amepigwa mawe. Huyu ni mtume mwisho. Inshallah, tukimaliza hiki kisa cha Taif tutaeleza yani yale, yani itwaje, mafunzo tunayopata katika matukio haya. Wacha tusiingilie sana huko. Naam, asema bwana mtume aliomba akasema, allahumma eh, inni ashku ilayka eh, ewe Mola, mimi dha'fa quwwati eh, naleta shakwa na yani nashtaki kwako. Nashtaki nini? Eh, nashtaki udhaifu wa nguvu zangu. Ngalia bwana mtume yeye hawashtaki wale wale watu wamemkosea, wamempiga mawe, waliadhu billah. Yani mtume yeye ndo ahabbu alkhalqi ila Allah, yeye ndo kiumbe bora na mpendwa zaidi eh, habibullah, yeye ndo kipenzi cha Mwenyezi Mungu, lakini bwana mtume hawashitaki wale. La. Asema, yuwajishtaki yeye yani asema, dhaifa quwwati, ule udhaifu wangu, mimi ndo naushtaki kwa Allah jalla jalalu na asema wa qillat hilati, na mimi nashtaki nini? Uchache wa hila zangu yani kupangilia eh, zile planning zangu mimi nashtaki ule uchache uchache wake, yani kama bwana mtume yeye sallallahu alaihi wa sallam, angalia yuwafanya naqd dhat eh, yuwajilaumu yeye na yuwapeleka ile lawama kwake yeye, ambapo yeye hana lawama yoyote. Ameenda kule kwa da, yani kwa hikma eh, na kwa lutfi, lakini wale hawajamkubali. Kisha asema eh, eh, bwana mtume katika dua wahawani ala nas eh, na ule udogo wangu mbele ya watu, yani kuwa mimi ni mdogo. Huyu bwana mtume mkubwa wa daraja Yeye ndo kiumbe bora, yeye ndo amekwenda Israa na Miraji, yeye ndo Habibullah, lakini wajiita kuwa yeye ni mdogo kwa watu. Angalia mtume sallallahu alayhi wa alayhi wasallam, sisi tusoma katika, eh, matukio kama haya, tusoma katika alfadhizi za bwana mtume sallallahu alayhi wa alayhi wasallam eh. Vipi tutawadha kwa Allah jala jala? Kisha asema bwana mtume ya arhamar rahimina He, anta rabbul mustadhafin, wewe ndio mola bwana wale wa dhaifu wa anta rabbi, na wewe ni mola wangu. Ila man takiluni ila baidin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri. He, yani kama bwana mtume kwa kifupi amwambia Allah jalla jalalu, waniacha nende kwa nani juu yangu? Je, wanisalitisha kwa watu ambao wako mbali na wewe <clears throat> na wananidhuru wananisumbua wanani, tamam. Lakini Bwana Mtume atufundisha jambo muhimu, asema in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ngalia. Asema Bwana Mtume kumwambia Allah, yani lakini ya Rab, ikiwa wewe na mimi, fala ubali, na hii ndio yafakuwa itikadi ya muumini balaa zozote, shida zozote ambazo sisi tutazi tutazipitia, ikiwa Mungu hana hasira na wewe, bali ni mtihani amekupa. ashadu nasi balaan o al-anbiya falamthal falamthal thumma alamthal falamthal thum fal, yaani watu wenye kupata mitihani mingi zaidi ni mitume, kisha wale waliokaribia zaidi, yani watu wema. Sasa ikiwa wewe, Mungu hana hasira na wewe, fala ubali. Bwana Mtume atuambia fala ubali, basi mimi sijali. Lakini akasema Bwana Mtume walakin eh, afya tuk ama walakin na afya taka au hia au sauli, lakini yani afu itwaje, eh, kunipa afya eh, ukinipa mimi afya Eh, ukinipa yani, mambo yawe mazuri, mambo yawe polepole pole, yawe sahali eh, basi ile ni bora kwangu, ama ni ausa, yani inanifanyia mimi urahisi zaidi, basi ile ni bora. Na ndo akida ya muumini, yani muumini hafai kuwa yuatamani kupata shida, lakini akipata ile shida aseme, ikiwa Mungu hana hasira na mimi fala ubali. Lakini muumini mu, yafaa kuomba afya, yafaa kuomba kusahilishiwa mambo naam. Eh, kisha akimalizia, yani katika dua

ziniteremkia ama zi, zi, ziwe ni halali kwangu. Yani iwe sasa mimi nastahiki nini? Eh, hasira wanamtume galitufundisha asema la kal utba hatta tarda eh, wala haula wala quwwata illa billah. Yani eh, mimi na kuomba wewe radhi mpaka utakaporidhia. Wala haula wala quwwata illa billah, na hakuna hila eh, wala nguvu zozote isipokuwa ni kwa Allah, jalla jalalu. Kwa hiyo tunachosoma kifupi kutokana na hii dua ni lolote linalotutokea sisi kama, eh, Waislamu tujaribu eh, tujilaumu, sisi tusiwe twalaumu watu wengine eh. Bwana Mtume hapa hajawataja wale kwa ubaya kabisa. Hii dua yote ilikuwa urahisi, aseme ya, ya rab hawa wanidhulumu hawa wanipiga hawa ni la eh, Bwana Mtume wajiwekea yeye eh, itwaje yale mapungufu Aliyadhu billah na hana mapungufu. E, bwana mtume sallallahu alaihi <muchilis> wa alihi wasallam ndio akmalun nas sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eh, lakini yeye atufundisha sisi tusome, tusome haya matukio si ya bure bure. Eh kisha eh, katika kilichotokea baada ya hapo sasa, maana yake alikwenda katika bustani la hawa tuliowataja Utba na ndugue. Basi walipomwona hawa hawa Utba na nduguye, kihakika ni watu hawa ni waadui, ni katika maadui wa Kiislamu. Tamam, lakini walipoona ile hali ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ni hali yani yasikitisha tabaan, he, manake yule ni mtume ni mtu mwema, hata kwao wao walikuwa wajua huyu ni mtu mzuri, lakini wankwenda wampiga bwana angalia, wamtukana tena watumia watoto wale masufaha wale wenda wazimu, he, wale watumwa wampige lil asaf. Bas walipoona hivi hawa e, e, mandugu wawili Utba, Yani watoto waitwaje, watoto wa Rabia, walipomuona basi wakamtuma mmoja katika watumwa wao akiitwa Adas, wakamtuma kwambia, ni hebu nenda kwa bwana mtume, nenda kwa huyo mtu na umpe hizi zabibu. Basi wakaenda wakampa bwana, akaenda yule kijana ambaye aitwa Adas, akaenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akampa kibakuli hivi, ama akampa zile itwaje, zabibu. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitukua akasema bismillah. Maana kwa kawaida Muislamu akitaka kula tuseme bismillah, akatukua kusema bismillah kisha akala. Basi yule Adas yani huyo mtumwa akashangaa sana. Akasema mimi maneno kama haya sijayazoea, sijawahi kuyasikia katika miji hii au sehemu hizi. Watu wa huku hawasemi bismillah. Wewe mvipi? Eh, mbona umesema maneno kama haya ama ni nani wewe? Mbona mtume akamuuliza, "Kwani wewe watoka wapi? Eh, na wewe ni dini gani?" Basi yule mtu akamwambia, "Mimi ni Mnaswara, ni Mkristo natoka sehemu inaitwa Ninawa. Ninawa ndo alikotoka, e, Saidina Yunus. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hapo hapo akamwambia oh, watoka katika mji ama kijiji cha yule mja mwema Yunus ibn Matta eh? Bas hapo hapo yule itwaje huyo Adas, sasa huyu kijana akashangaa, akamwambia eh, wewe umemjuaje e, itwaje Yunus, watu huko hawamjui kabisa eh? Saidna Yunus yani hajulikani kule itaje, uh, Uarabuni. Bas, bwana mtume akamwambia yule ndugu yangu eh, yeye alikuwa mtume na mimi ni mtume sallallahu alaihi wa sallam. Bas, yule Addas hapo hapo aliposikia hivyo, hapo hapo akamshumu kichwa bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, akamshumu mikono yake, akamshumu mpaka miguu yake eh, sallallahu alaihi wa sallam. Mungu atujalie inshallah, asa tumuone bwana mtume tupate yani nadhara, tumuone bwana mtume tunatuweza at least Ha, tuweze kumbusu yaani mikono yake sallallahu alayhi wa sallam. Twamsoma kila siku, twamsikia kila siku, basi angaa Mungu atupe fursa tumuone. <coughs> Almuhimu, huyu Addas, maanake alifurahi sana, alifurahi sana na katika baadhi ya riwayatu akasema, akasilimu taban. Lakini sasa, aliporudi huku, aliporudi huku kwa mabosi wake yani, huyo Adas. Sasa aliporudi kwa mabosi wake wale, mabosi wake akamuuliza, mvipi wewe e, mbona unkwenda kufanyaje? <laughs> kumshumushumu yule, kuna nini? kumbusu kichwa, kumbusu mikono, kumbusu miguu eh? Yule Adas akamwambia, hey, huyu bwana ni Mtume, amenambia maneno ambayo hakuna mtu weza kunambia isipokuwa mtume yale maneno aliyoyatoa huyo alionieleza, hayawezi hawezi kuyasema maneno yale isipokuwa mtu akiwa nani? Ni mtume. Basi wale kwa ile hikdi waliokuwa nayo na ile chuki waliokuwa nayo katika, yani ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akamwambia Adas, la la la, we watana naye yule bwana eh, dini yako ni bora kuliko eh, yake dini uliyoko ni bora kuliko yake, lakini eh, Adas khalas eh. Wao wenyewe <coughs> wasema <coughs> wale masahaba walikuwa wakisha wakishaamini, khalas waingia wazima wazima, hakuna eh, <coughs> taraddud. Naam, bas bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoka pale. Sasa yuarudi yuenda wapi? Yuenda eh, eh, Maka, yarudi Maka na amerudi pale ana huzuni, manake wamemfukuza wale watu, hawajamkubali. Walipofika karibu ya Maka, huyu Zaid bin Haritha akamuuliza, ya Rasulullah, utaenda vipi pale He, utaenda vipi huko Makka na hawa huku Twaif mkufukuza, na kule Makka huna watu yaani watu hawatokufanya nini hawatokuokoa. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia uh, uh, Saidina Zaid usiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu ndio ataipeleka mbele dini hii, Mwenyezi Mungu ndio atainusuru dini hii. Angalia, eh? Mwenyezi Mungu ndo ataipeleka mbele dini hii, Mwenyezi Mungu ndo atainusuru dini hii, wala tusiwe na, na wasiwasi. Na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaelekea eh, Maka, lakini kabla ya kuingia kutakuja habari ya majini kuamini na pia kutakuja eh, maelezo ikawaje, mpaka akaingia Maka, ingawa wale watu wa Maka hawa hawakuwa wampenda.